Na leo narudia tena na kusema timu zote za Tanzania zinapaswa kuingia hatua ya makundi. Tvibu langu litakuwa sio sahihi, sio sahihi kwa mchezo wa mpira migu, asa, wa miguu hasa kuchezwa bure. Um, nimewahi kufuatilia mara nyingi Yanga amecheza michezo yake bure. Kwa mfano mchezo wa miaka um, ya nyuma kidogo, uh, waliwahi kucheza mchezo semu Kirumba na timu kutoka Sudan walimalizika kwa sare ya bao moja kwa moja. Sim Trumba kipindiko manje alinunua tiketi zote watu waliingia bure. Lakini pia kuna mechi ambazo uh, Yanga na TP Mazembe. Manje huyo alilipia tiketi bure Yanga akafungwa bao moja kwa sifuri. Kuna mchezo mwingine wa fainali kwa mfano wa kombe la shirikisho mchezo wa kwanza. Mashabiki wa kujitokeza wengi sana lakini utasikia taasisi zinunua zile tiketi. Mashabiki almost waliingia pia bure ukiondoa wale wachache ambao walipa tiketi zao za VIP ule msimu wenyewe, Yanga mpaka anaenda fainali na mwisho wa siku, fainali ile ya kwanza licha ya kuwa na ubule huo, mashabiki wengi waliingia bure, bado timu ikapoteza kwa bao moja kwa sifuri uh, bao mbili kwa moja nakumbuka. Kwa hiyo changamoto ni kwamba kuna namna ambavyo tunatengeneza mashabiki kuwa tegemezi zaidi kuliko kuwa mashabiki wachangiaji, kwa sababu hao mashabiki ndio wamiliki wa timu. Kwa mfano Yanga, wanachama ndio wamiliki wa timu timu ya Yanga timu ya Simba zinamilikiwa na, na wanachama. Kwa hiyo kwangu mimi mchezo wa mpira wa miguu kuwa na tabia hii ya kuweka mechi bule hazina mchango mkubwa sana kwa sababu kama unataka washangiliaji ni bora, uh, watu waingie kwa kiingilio, lakini nyinyi mwachukue baadhi ya mashabiki ambao mnajua hawa tunawalipia tiketi, lakini hawa waendi uwanjani kama sehemu ya ya starehe, hawa wanaenda uwanjani kwa ajili ya kushabikia mpira. hiyo itakuwa ni faida kubwa sana. Kwa hiyo, kama mnawakusanya hao mashabiki ambao mtaani wapo mnawachukua kwa sababu wao unasema hao kwenda kuwashangilia ku kwenda kushangilia tu, hata mtoke pale, mwape na hela ya soda, hela ya maji na nini, kifuta jasho, inakuwa ni jambo jema zaidi kuliko uwanja unajaa watu ambao wote ni watazamaji, hakuna washangiliaji. Hiyo faida uione. Na mpira upo hivi, yoyote anayecheza vizuri, mtu ambaye ameenda pale kuangalia mpira huwa anashabikia yule aliyecheza vizuri, aijalisha aliingia kwa kupitia tiketi ya Yanga bure au ameingia kwa timu gani, lakini ikitokea Um, Silver Strikers wamecheza vizuri, naye sio shabiki wa Yanga, automatically atashabikia Silver Strikers. Mimi natamani sana kuona hiki kitu kikiishia hapo. Tumeona kwenye timu za taifa, tumeona kwenye vilabu, lakini sio kitu chenye afya, kwa sababu kama mpira tunaufanya watu wengi waingie bure, hizo pesa tunapata wapi? Kwa sababu sasa hivi tunasema mpira ni, mpira ni ni biashara. Kwa hiyo mimi siungi mkono mechi ya mpira wa miguu, hasa michezo kwa mfano wa klabu bingwa, watu kuingia bure. Sawa, tutazame kwa upande wa mchezo kwa sababu tumemalizana na issue ya mashabiki kwamba sio kitu kizuri kwa kila ambacho mmekifanya viongozi sio sahihi. Sasa ambachoafan e, tutazame kuhusiana na mchezo wao. Mchezo wa kwanza uliopigwa Bingu Stadium nchini Malawi walipoteza, wanarejea kwenye uwanja wao wa nyumbani siku ya Jumamosi. Ni kwa namna gani wanatakiwa kuondoka ili kurejesha matokeo, na ili hali kwa sasa hivi timu ipo e, chini ya kocha mwingine ambaye aliyekuwepo tayari hayupo. Kuondoka kwa kocha ni sababu ndogo sana Sioni kwamba mara zote psychological team akiondoka kocha huwa inacheza vizuri, kwa hiyo naamini Yanga wana uwezo wa kushinda hata kama wasinge mtangaza kocha. Uwezo wa kushinda upo kwa sababu kama umecheza mpira, mkicheza mpira kwenye timu mnajuana kabisa. Fulani anapaswa kucheza namba ngapi, fulani anapaswa kucheza namba ngapi. Ila kuna maamuzi mengine ya kocha, hata wachezaji ya wachezaji wanaweza wakakusaidia kukutajia kikosi cha ushindi na wachezaji wanaweza kukwambia kabisa mle mle uwanjani. Wanasema unapofundisha watoto wadogo, watoto wale wenye miaka saba kumi, hapo mkitoka tu mapumziko, usianze kusema wewe, jamani mmekosea wapi, muulize jamani, u ndani nani atoke, wenyewe wataanza kukwambia fulani huyu akabi, huyu fulani akabi. Kwa hiyo unapata kwa hiyo wachezaji wenyewe wanajua nani anacheza vizuri, nani anacheza vibaya na kwenye nyakati gani anapaswa kucheza. Kwa hiyo mi naamini kuondoka kwa Romain Folz inaweza ikawa ni kitu kizuri positive zaidi kwa Yanga kwa sababu siamini kwamba Roman Falls ni kocha mbaya sana, ila naamini attitude yake ndani ya kosta Yanga ndio ilikuwa ngumu sana kwa wachezaji kumuelewa. Ni kocha kijana. Kuna muda ukiwa kijana e, unatamani watu wa kuheshimu kwa sababu unaamini kama watu hawakuheshimu kwa sababu ukijiangalia umri mnalingana miine tu, umepishana miaka minne mitano hiyo tunasema agement tu haiwezi kawa tofauti kubwa sana. Sasa, ili ucheze ufanikiwe kwenye mpira wa miguu wachezaji wanapaswa kuwa uwe zaidi ya kocha. Ndio maana Ulaya waka introduce kitu ambacho kinaitwa manager, sio uwanjani peke yake, hadi nje ya uwanja. Sasa, mtu ambaye mnapishana miaka mitatu, ana changamoto yake kubwa, anaweza akakwambia kwamba ana changamoto ya ndoa, labda familia, anaweza akakwambia, anaweza akakwambia naona huyu nani kijana mwenzangu tu, tofauti na yule kocha mtu mzima, kuna hiyo kitu. Kwa hiyo Romain Folz, kitu ambacho naamini alifeli Yanga, jinsi ambavyo wanawatreat wachezaji. Kwenye coaching tunafundishwa kwamba mchezaji akifunga goli akiwa na umri mdogo anapaswa kushangilia. Akiacha kushangilia, mpe adhabu. Kwa maana gani? Kutoshangilia ni kitendo cha utukutu. Sasa je, kocha asiposhangilia mchezaji afili kwamba anafanya kitu kizuri? Yanga wamefunga magoli kwenye mechi nyingi, lakini uoni Romain Folz akicheka. Sasa hiyo inamaanisha nini? Wachezaji wanasema kama si tunampambania tuna kwa niaba yake, timu tunashinda, yeye kocha acheke, aoneshe hiyo tabasamu kwao tunafanya. Kwa hiyo mimi naamini kilicho mkosi zaidi Roman Fors ni attitude yake kwa wachezaji, na wachezaji ndio ambao wameamua kucheza vibaya Yanga. Na wachezaji wa, wazuri, ila matokeo haya yamesababishwa na wachezaji kutokujituma. Maanake tuamini kwamba kwenye mchezo ambao wanatarajiwa kucheza kwa asilimia kubwa kuna kitu ambacho watafanya cha mabadiliko eh, kwa upande wa kocha wa Africans, morale tutarajia kuona ikibadilika, pia kwa upande wa wachezaji. kwa ni sababu hasa ambayo iliwanyima matokeo pale nchini Malawi ni ipi hasa, na unaamini kwamba itakuwa imeisha kwenye mchezo huu? Walicheza vibaya. Sasa kwenye mpira wa miguu huwezi ukashinda ukiwa unacheza vibaya. Kucheza vibaya maana yake nini? Uh, unapokuwa na mpira, mpira unaanzia kwa golikipa ndo mshambuliaji wa kwanza, unamalizikia kuweka kambani kwenye lango la mpinzani. Sasa kama mweki mpira kambani, maana yake yenyewe am, am, amshambulie vizuri, lakini kitu kingine tunapaswa mzuie, msifungwe goli. Bao ambalo wamefunga wale Silver Strikers limeanzia kwa goalkeeper mpaka eneo la la mwisho, ni team play. Kwenye ule mchezo, Yanga walicheza vibaya. Unawasifia Silver Strikers, walikuwa na mpango mzuri, walicheza vizuri kwa uwezo wao, ndio maana Yanga wameadhibiwa. Lakini all in all, Yanga bado wachezaji, kwangu mimi, wana deni kubwa la kufanya, uwezo wao hujafika mwisho. Sasa kuto kucheza vizuri kunasababishwa na nini? Inaweza ikawa sababu nyingi. Tunasema kocha anatengeneza mazingira ya mchezaji ucheze vizuri, ila anayeamua kucheza vizuri ni mchezaji. Sasa Yanga, kuna muda, kuna wachezaji unaona wameamua kucheza vizuri, lakini hayo mazingira ya kucheza vizuri hayapo, kwa sababu mpira sio mchezo wa mtu mmoja. Kocha unaweza ukatoka golini mpaka golini ukapiga chenga uka, ukafunga, lakini kocha bado asikupongeze sana, kwa sababu hiyo haitokei mara tano kwenye mechi moja. Inaweza ikatokea moja katika msimu mzima ukafanya hivyo mara moja peke yake, lakini magoli ya kupasiana ndio mengi zaidi kwenye msimu. Unaweza mkawa kila mechi mnacheza kwa kupasiana na mkafunga mkafunga goli. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo vinapaswa kubadilika, lakini kwenye mpira yoyote, ili umfunge unapaswa kwanza kumheshimu, ili mambo mengine yawe mazuri kwa upande wako. Mchezo uh, wa Young Africans eh, uh, na na, na kikosi cha Silver Strikers, maana yake unaiona nafasi Young Africans wakiendelea. Big yes Yanga na yes, anapaswa kwenda mbele na akitoka, mimi nitamlaumu. Eh, uh, Simba na Singizini Big yes, Simba anapaswa kwa makundi. Azam na KMKM. Azam anapaswa kwa makundi. Singida Black Stars dhidi ya kikosi cha Flambeau du Centre. Flambeau alicheza vizuri, lakini Singida atua makundi. Singida na kazi ya kufanya kubwa tu, lakini kwangu mimi namuona kwenye atua makundi. Kwenye mchezo uliopita ni individual errors pekee yake ndio ilifanya mchezo umalizike kwa bao moja kwa moja. Lakini kama kungekuwa na umakini mdogo tu eh, uh, golikipa kwenye ile pasi ambayo alipiga bila kukosea. Sasa hivi tungezungumza mambo mengine. Lakini mpira ni mchezo wa makosa. Nini unachopaswa kufanya? Kupunguza idadi ya makosa binafsi na kutengeneza timu ambayo inacheza kitimu zaidi. Lakini nawaona Singida hatua makundi. Kabla ya michezo ya kwanza kuchezwa, nilisema naziona timu zote za Tanzania kwenye hatua makundi na leo narudia tena kusema timu zote za Tanzania zinapaswa kuingia hatua ya makundi kwa uwezo wa timu zenyewe. Ikitoka timu tutasema imefeli bila shida yoyote. Sawa, mimi nikushukuru sana PIDECK kwa kuungana pamoja nasi kwa siku ya leo. Una kitu cha kumwambia mtazamaji wetu? Kikubwa subscribe tu hapo, ni follow Instagram kama PIDECK underscore, lakini subscribe hapo ili uwe mtu wa kwanza kuendelea kupata uchambuzi wa kina. Tulipo, tupo na tutaendelea kuwepo. Neno moja kwa Arsenal. Bingwa. Wapi? Arsenal msimu huu ni bingwa. Wapi? Sasa usiniulize wapi ila fahamu tu Arsenal msimu huu atanyanyua kwapo. Kuna UEFA kuna Carabao, kuna EPL unazungumzia msimu huu atanyanyua kwapa. Hilo ndo kitu ambacho nasema.